Kwa misha ni kuna watu wawili, kuna stweka mijasho na winga mijasho. Yaani, kuna yule uh, steka mijasho ni uh, Ateba; winga mijasho ni huyu nani, Mpanzu mm. Wale ndio walikuwa wanataka kucheza uh, kibinafsi binafsi, walikuwa yaani, wachezi kitimu, na ndio waliwaathiri wenzao. Umeelewa? Kwa sababu kwa walikuwa wanataka waonyeshe kwamba wao wana nini. Alafu kiangalia ile timu waliocheza nayo ni timu ndogo. Yaani kama hapa, labda unafananisha na Ken Gold nini? Yaani, mimi mwenyewe nilikuwa naangalia mpira mm. Japo kwa nilifanya bashiri, lakini sikuamini E, timu zilizobaki ambazo zinacheza mpira e, wa hali ya chini ni Al Masry. Kwa kwa kitendo cha ile kufunga goli mbili inadhihirisha kabisa kwamba hawa wasipopewa penati wasipobebwabebwa hawezi kufanya lolote. Kwa kifupi, yani, nimefurahi nime, nime sana nilivyoona wamepigwa chuma mbili na hapa tena tunawekea tuna ubani na na udiudi na, na, na, na wakija hapa udi tena wafunge hata kimoja au wa watoe suluhu watoke ili waje huko kwenye shoo zetu za, za, za, za Bongo. Ila ukiwasikiliza mashabiki wengi wa Simba na matumaini makubwa katika uwanja wa nyumbani wa Benjamin Mkapa, wanaamini wanaenda kupindua meza kibabe. Uliona hilo likienda kutokea, hata sisi kabla ya kucheza na, na, na, na Alja tulikuwa na, na, na matumaini makubwa, umeelewa. Lakini mwisho wa siku a, tukazidiwa hapa tukashindwa ku, ku, kufuzu. Matumaini kwa binadamu yoyote mwenye akili timamu ni jambo la, la msingi, wakatali wa lakini mimi ninachokizungumza kwamba fulani ka naeleo yani, haina, haina, haina, haina kipimo, sababu hawa watu ambao mimi uh, nilikuwa nawaona ni kawaida umeelewa, ni wa kawaida sana. Sasa jana wamepata kipimo na ndio sababu iliwafanya hata ile tarehe nane wakimbie, umeelewa mm. Umeelewa, yani tarehe nane hawakukimbia kwa bahati mbaya, kwa sababu so, kwa vile walivyokuwa wacheza vile vile, kama ndio tarehe nane ni yani, ingekuwa maafa. Walijua yani hawakukimbia kwa bahati mbaya mm. mm. Ukimsikiliza mchambuzi wa kandanda Jemedali Saidi kupitia ukurasa wake wa Instagram, yeye bado ana matumaini makubwa kwamba Simba atakuja kufanya vizuri nyumbani, kwa sababu alicheza kiume, alipambana na mpira, aliuonyesha. Ukimsikiliza huyo Jemedali Saidi, yeye ye ni Yanga lakini ana, ana chuki na timu umeelewa anachukia timu na ndio maana unaona hajawahi kuzungumza lolote zuri uh, kuhusu Yanga. Yeye muda wote anajificha kwenye kivuli cha Simba ili aonekane kwamba uh, ya, yaani kama atumize roho jema, Said anajua mpira na namheshimu, na, na amecheza mpira, lakini anachokifanya ni kutengeneza tu uh, eh, watu wamfuatilie kwenye kwenye kijiji zake za nini. Lakini kwa kifupi, jana kama aliangalia mpira vizuri, atagundua kwamba timu mbovu zilikuwa zimekutana, lakini timu mbovu zaidi ndio imefungwa. Yani timu zote zilikuwa mbovu, lakini timu mbovu zaidi ndio imefungwa. Yani kama aliangalia mpira hicho anachokizungumza kwa sababu hapa Tifolaz, unajua kwenye, kwenye Tanzania hapa kuna wakati unaangalia uh, ni, ni, ni followers wapi wanahitaji ni nini, ndio unaenda nao. Kwa hiyo ame, amegundua sasa hivi uh, timu ya nguvu mbili huwa na masikitiko, anaamua kwa fali. Lakini kama aliangalia mpira kiukweli, kwa macho yake yote mawili, atagundua kwamba jana timu bovu zikoanza kutana na timu bovu zaidi imefungwa. kwa jicho lako, Simba akiwa nyumbani afanye nini ili baadaye aweze kufuzu na kutika katika hatua ya nusu finali? anaweza akafanya jambo lolote kama sisi hatupo kwa sababu kama sisi tupo hawezi kufanya jambo, kwa sababu nilichokizungumza na sasa hivi na nakisambaza na hata na kwenye mitandao yote, kwamba tuwapokee hawa jamaa wageni wetu, tuwakirimu vizuri, tuwape sapoti ya kutosha, ikiwezekana tuwaelekeze uwanjani, yani, yani tuwafanyie uh, wema usio yani, matendo ya huruma hawa watu eh. ili Uh, hawa mechi yao tunaanza kuwasumbua kwanza sasa hivi. Yaani, ujue una... uh, mbona kama sio mzalendo wewe. Sasa kwa nini hawa wazalendo? Ukiangalia bendera yao sio nembo yao hayo ya kizalendo. Sisi nchi yetu ni, ni nchi ya amani ya jamaa wa gadamu. Ukiangalia bendera yao unaona sio wazalendo. Hawa ni kwa sababu tunaishi nao. Ujue hata Tanzania hapa, tunaishi na mataifa tofauti. Kuna Wahindi lakini wanaonekana kama ni wa Tanzania, kuna Waarabu, wanaonekana kama Tanzania. Hawa hatuwabagui kwa sababu sisi Tanzania hatuna ubaguzi lakini uwezi kuwaita wazalendo yaani iweza kuwaita uzalendo, na sio ilianza leo. Sisi ilianza mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu tulikubaliana kwamba tuwe pamoja, lakini wenzetu wakatuaibisha. Walituaibisha pale taifa a, e, e, shambala bili walipofungwa goli moja na buli zozo pale. Uzalendo akatusha tukaiba uzalendo umetushinda. Kwa hiyo hata hichi kinachotokea sasa hivi, tunakwenda kurudia kile kitu. Tutawapokea vizuri, tutaonyesha wapi wa kulala, kufanya mazoezi wapi, na tutawaelekeza zile staili ambazo za kuweza za kunanii ili hawa jamaa waishie hapo kwenye robo kwa sababu sikiliza. Kutoka robo kwenda nusu sio jambo la mchezo. sisi mpaka tunafika finali sio, walikuwa wanacheka, umeelewa? Kwa hiyo wanaangalia namna ambao uzito uliokuwepo. Kwa hiyo hapa walipofika ndio kipimo chao, kama sisi hatupo, umeelewa kauli yani? <laughs> sio, sio, yani, ni wabovu kweli nguvu mbili lakini, kama sisi hatupo, kama sisi tupo kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, pagumu, mtafanya nini Nabii? Ah, Bwana Nuhu Juma, Nuhu Juma, tutatia ubani mashtaka, ubani maiti. Mm, vidogo, vidogo. Mm. na vitu vingine vidogo vidogo na nawaambia wanachama wenzangu na, na mashabiki wenzangu tuungane kwa ajili ya kuisapoti Almasri. Yaani, tunajenga urafiki wa hafla na timu ili kuweza kuisapoti hawa waweze kutoka ili waje, kwa sababu mpaka sasa hivi sisi kuna vitu tunavishika, tunavishika viwili na kingine cha kujivunia, cha kwanza ndio timu a, kwa Tanzania inashikilia ubingwa wa ligi kuu mpaka sasa hivi, si mabingwa tetezi. Alafu tuna kombe la, la, la, la nini ile ngao, umeelewa, na pili na cha tatu tunaongoza ligi wenzetu hawana chochote, walikuwa wanategemea angalau wapita hapa kwenye nusu wawe na cha kuongea. Kwa hiyo jana safari yao imeishia pale inalilai waina lilai la Juni, wana dakika 90 nyingine za nyumbani. Meja simalize maneno, maneno mi naamaliza na najiamini sana, na itakapotokea tarehe tisa, tarehe kumi mnitafute ni mn, mniulize nachokizungumza nakimaanisha, sio kama natania, umeelewa? Yes, <laughs> okay, okay, umesikia hey, Mwanaisha yes. Achana na nguvu mbili washapanic, umeelewa. Nitaenda angekuwa labda na jengo lenye hawana maskini ya Mungu. Umeelewa? Kwani jengo lote wamekodisha, wamekodisha pale wafanya biashara, sijui anaweza akasema tuweke, sio kuweka hela. Mwambie, mwambie kanaweza kuweka hela. Wewe unaweka mzigo. Eh, naweka laki moja. Simba akifuzu, mwambie yeye ya kama anaweza kuweka. Simba na Meja anaweka laki. Naweka yeye yeye anasema anaahidi nini? E, tuweke laki moja kwa laki moja. Mwana Simba wewe unaahidi nini? Laki moja kwa laki moja. Eh, tukiweza hapa tunaenda mpaka benki pale na, na, na, na draw draw na draw tunawapa nyinyi waandishi wa habari mnazishika hizo mpaka mechi itakapoisha Simba hawezi kufuzu, sitani. Sitani uogope, kiwango cha elimu nakwambiaje. Winga ni jasho ubaya. <laughs> Wapi sisi kama hatupo? Sikiliza, wakati sisi tunatolewa na wale Waarabu walifurahia sana sisi kama Yanga, mpaka leo hii kile kitu kinatuma sana. Kwa hiyo hatuwezi kufurahia kuona watu wakivuka steji, japokuwa hawezi kutufikia sisi, hatuwezi kutamani watufikie Melewa, kwa hiyo hii nafasi yao ya robo fainali wameisomea wa VETA, hii nafasi yao ya robo fainali wameisomea VETA, Melewa. Kwa hiyo wacha waendelee na mazingira haya haya, sisi tunawataka tuna urudi tena kwenye show za bongo, huko kwenye show za bongo, Melewa. Alafu ukiangalia pia shule ukiangalia, kama kama jana ukiangalia ile ile kama penalti ile ukiangalia kwa mbali, akisha balala shule ndogo maskini alishinda kwenda kuongea Kiingereza na refa, kama bwana bwana angalia vya Yanga, shule ndogo ndio kwa anamkimbia refa Shabala. Yanga anamkimbia yani baada ya kwenda kudai kwa refa, bwana kaangalia vya Yanga anakimbia kwa sababu sasa azungumze na nini, maskini eh. Ila kwa jicho yako ilikuwa ni mkwaju wa penalti au? Ukiangalia kwa kwa mbali mbali kama kama penalti yani, yule anatakiwa Shabala ile pale akazungumza na bwana angalia mbalimbali, hey. Sasa lugha <laughs> Lugha tatizo sana. Kakibia, chama yake akibia goli, akibia goli kwake. Naudha. Eh, hata iko hata kabisa kuzungumzana na refa. Hata zungumzana na nini? Hiyo ndio msiba mzito. Sheri sheri pengo la Sherman on Fondo limeonekana ja? Yaani hataki kwa sasa wewe Fefe ndio jana angetoa angetoa goli. Sasa hivi kawaida Kakibia mechi tatu mechi ngapi? Arudisha mpira nyuma. Yaani afadhali hajacheza. Eh, bali fungwa mwangalau goli kipawa ile goli alifungwa. Yaani mtu kapiga mbagala mpaka kule. Goli kipaka isidikiza. <laughs> walikimbia, walikimbia kwa haki. Mimi nimewaelewa, nimewaelewa vizuri, wamekimbia kwa haki ndio. Tukirudi ndani ligi kuu Tanzania bara, jana mlishinda dhidi ya Tabora. Eh, na... alikuwa mengi nje ya uwanja. Ah, yani, umeelewa? Uh, Tabora na, na Yanga huwezi kuwafananisha isipokuwa, eh, kwenye, kwenye football lolote inaweza ikatokea, umeelewa? Timu ndogo inaweza ikafunga timu kubwa, hilo inawezekana, lakini uh, kilichokuwa kinatokea hata Tabora wenyewe walikuwa wanajua kwamba walichokifanya pale ilikuwa ni wale ucho tufunga batufunga kimpira, lakini ukiangalia kwa maana ya uh, kwenye makaratasi ubora wa Yanga na Tabora huwezi kufananisha. Kwa hiyo tumewafunga goli tatu safi ambazo hazina kelea hazina mushkeli na tupo kileleni tukiwa tunasubiri game nyingine game ambayo pengine ambayo kidogo inatunyima usingizi ni game zidi ya, ya, ya, ya Azam ambayo tunacheza tarehe 9 kama sijakosea, umeelewa. Hiyo eh, ndio ambayo kidogo inatumiza kichwa. Tukishashinda hiyo, maana yake tayari tutakuwa tuna uhakika wa kuchukua ubingwa eh, kwa sababu hii pointi tatu ambazo tunazidai uh, uh, kwa, kwa hawa nguvu mbili inaonekana zaidi shaidi tunazo kwa hiyo uh, mpaka sasa hivi tuko juu pale, tunasubiri Azam Uh, tuweze kumfunga basi tutawaze tuta, mabingwa. Ndio kuna voice note ambazo ziliendelea mtandaoni kabla ya mchezo ambazo kuna baadhi ya watu walitishiwa maisha ili mradi Young Africans waweze kupata matokeo. kwenye football la mambo ya kawaida sana umeelewa, hayo mambo ya kutishiana, kutambiana, kuvunja nazi, lakini kinachoangalia kilichochezeka uwanjani, ukiangalia magoli yote ambayo sisi Yanga tumefunga, hatujafunga kwa sababu ya kubahatisha, ni uwezo wa timu. hivyo vinaotokea nje ya uwanja, hivyo kwenye mpira vipo duniani kote, duniani kote, yani vitu vitimbu hivi nini unakuta mtu mzima kabisa na akili zake anajichora, anaacha mtumbo wazi. ni kwenye football a ya mambo ya, ya gossip gossip ya nakwepo, lakini sidhani kama yanahusiana eh, na kilichotokea uwanjani Tabora. Hata wangecheza mechi kumi na Yanga wanatakiwa tuwafungwe tu. Kwa hiyo ama sasa si nani alipiga simu hi na, na, ni vitu vya kawaida na kwenye mpira wetu hivyo vitu havizingatiwi, na ndio maana sisi Yanga tumeamua kwenda kasi kushtaki ili mpira wetu usichezeshwe kimazoea. Kama tungekuwa tuna taratibu nzuri za kufuatilia mpira hivi tulivyotokea, siyo za mambo ya simu watu kutishiana, tungevi, vi, uh, vi, uh, zingechukuliwa hatua. Angalia kwa mfano kesi ya Bernard Morrison. Bernard Morrison kesi yake ilikuwa ina, ina, ina, inazungumzwa dhahiri shahiri kwamba kuna mtu amegushi saini, sio kwa saini, unaelewa, kuna mtu amegushi saini. Lakini angalia huyo mtu aliyegushi saini yuko wapi? Kuna kesi ambayo sisi Yanga zidi ya, ya, ya, ya, ya mzee mze Magoma inasemekana wewe mzee Magoma amegushi saini ni, ni uhaini ujue huo. Lakini umeona mzee Magoma akasema bado anakunywa chai, anakunywa kahawa. Umeelewa? Kwa hiyo haya mazoea, haya mazoea ndio tunayatoa. Kisukari kimempanda sukari, sukari iko juu. Umeelewa? Sukari iko juu, mzee Mtitu, sukari iko juu. Kwa hiyo tumsamehe tu.